Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa Islam na wapenzi katika iman kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa taala, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, aliyetuwafikisha mimi na wewe kudiriki muda wa kati na time kama hii tukiwa wazima wenye afya wenye nguvu. Hatuna budi kumshukuru yeye subhanahu wataala. Ndugu zangu Waislamu, bado tunaendelea na darasa zetu fupi fupi tunazofahamishana mambo mbalimbali mbali muhimu kabisa katika maisha yetu, nami namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo nataka nikufundishe mmoja katika njia nzuri sana, njia fupi, njia nyepesi, lakini ni njia mujarab sana kwa wale ndugu zetu ambao wana dhiki ya kipato, kipato chao kinakuwa ni kidogo maskini, wanachopata hakitoshelezi majukumu eh, waliokuwa nayo katika kuizilea familia zao, katika kutekeleza baadhi ya majukumu mengine. Yapo baadhi ya mambo ndugu yangu Muislamu ikiwa utayatenda vizuri ikiwa utayatenda vyema kwa umakini na imani na ikhlasu ya hali ya juu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakufungulia maisha yako, atakufanyia wepesi wa riziki yako, atakufanyia wepesi wa upatikanaji wa riziki yako na utaongezewa riziki yako kwa uwezo wake Allah subhanahu wa taala. Wengi wetu huwa hawajui hizi na hata wakifanya hawafanyi kwa ikhlasu na ndio maana wanakosa matokeo yaliyo mazuri, lakini kwa wale ambao wanafanya na kwa ikhlasi ya hali ya juu, wakitaraji na wakiamini kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atawajibu, basi hao ndio wale wenye kufanikiwa. Allah subhanahu wa taala anatuambia, waidha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata dai idha daani, zama waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi Muhammad, basi waambie mimi niko karibu zaidi na wao kuliko hata mishipa ya damu zao. ujibu da'wata da'i idha da'ani, mimi Mwenyezi Mungu ninajibu maombi ya mwenye kuomba pindi tu atakaponiomba. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, ndugu yangu Muislamu, anatusubiria sisi tumuombe ili aweze kutupa. Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi, ambaye una mtihani huu wa riziki yako kuwa ndogo riski yako kuwa dhaifu riski yako kuwa haitoshelezi katika mambo yako riski yako kuwa mtihani, basi insha Allahu taala, hebu shikamana na hii utaratibu uone namna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakavyokufanyia wepesi wa mambo na kukuondoshea dhiki mitihani na misukosuko unayoipitia. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama, miongoni mwa nyakati ambazo zina siri kubwa kabisa kwa mwanadamu pia ni katika wakati wa magharibi eh, baada ya swala ya magharibi na Isha, kabla yani, kabla ya kuswaliwa swala ya Aisha au kabla ya kuadhiniwa adhana ya Isha hapa baina ya magharibi na baina ya Isha ndani yake hapa pana siri kubwa Imewahi kuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akisema hairudishi dua iliyoombwa baina ya magharibi na baina ya Isha. Kwa hiyo hichi kipindi baada ya kuswali salati magharibi na kabla ya kuswali sala ya Isha ni kipindi muhimu sana kwa maombi eh, kwa ndugu zetu ambao mnaamini katika dua, mnaamini Mwenyezi Mungu anatenda miujiza kupitia dua, basi nyakati hizi za magharibi isiwe nyakati ya kukupita ndugu yangu mpenzi unayenitazama. Nini sasa utafanya baada magharibi ili Mwenyezi Mungu akuzidishie kipato chako, ili Mwenyezi Mungu akufungulie njia mbalimbali mbali za riski ambazo pengine ulikuwa unatamani zifunguke, pengine ulikuwa unatamani ziwe sawa, pengine ulikuwa unatamani Allah akujalie njia hizo uweze kuzipata, lakini bado ikawa ni ngumu. Nini sasa unatakiwa kufanya? Unachotakiwa kufanya ndugu yangu, baada ya kuwa umeswali swalatul maghrib umeswali swala ya magharibi, umemaliza alhamdulillah, ukafanya uradi zako zile za baada ya magharibi, ukawa umemaliza, basi shikamana na huu utaratibu nitakao kuelekeza hapa inshaallah taala. Nini sasa hapo unatakiwa kufanya? Unatakiwa kufanya baada kwa umeshamaliza utasoma suratul Waqia. Kwa wale mnayojua suratul Waqia: idha waqa'atil waqia laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidhatur rafi'a. Hii sura ni sura ya utajili. Hii ni sura ni sura ya utajiri, ni sura ya mali, ni sura ambayo yote, mwenye kushikamana nayo atakuwa na asili ya kupata pesa, atakuwa na asili ya kupata mali. Na sura hii ina siri ya kufukuza ufukara, kufukuza umasikini kwa idhini yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa si wote wanaojua kusoma suratu Al-Waqi'a, idha waqa'ati al-Waqi'a, si wote wanayejua. Ikiwa wewe sasa haujui kusoma suratu Al-Waqi'a, sasa wewe utasoma

Basi soma Suratul Ikhlas, nayo pia ina siri kubwa sana. Lakini kwa utaratibu huu, mwenye kusoma Suratul Waqia ataisoma ile Suratul Waqia mara moja. Lakini anayejua kusoma ambaye hajui kusoma Suratul Waqia anataka kusoma Suratul Fatiha in alhamdulillah, ataisoma mara arobaini na moja. Lakini kwa yule ambaye hajui Suratul Fatiha, anataka kusoma qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, utaisoma mara sabini na moja baada ya swala ya magharibi. Utakapokuwa umemaliza hii sasa uta, uta, utafanya uradi huu ambao nataka nikuelekeze nikuwele, hapa. Huu ni uradi mmoja mzuri sana ndugu yangu mpenzi Muislam na mpenzi katika imani, uradi ambao utakusaidia insha Allahu Taala ili uweze kufikia yale malengo na makusudio yanayotakiwa. Utasoma uradi huu Alhamdulillahi rabbis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Alhamdulillahi rabbi samawati wal ardu wa huwa alazizu alhakim. Narudia tena uradi unasema, Alhamdulillahi rabbi samawati wal ardu wa huwa alazizu alhakim. Sasa huu uradi unatakiwa usome mara 100 baada ya kuwa umesoma suratul Waqia kwa wenye kujua suratul Waqia. Kama hujui suratul Waqia, umesoma suratul Fatiha 41 Ukishamaliza hapo unasoma hii mara mia moja. Kama hujui suratul fatiha, unajua unajua surat kul huwa llahu ahad, yani kul huwa llahu ahad ambazo nimesema unazisoma mara sabini na moja. Ukishamaliza hizo, ndo utasoma dua hii alhamdulillahi <coughs> Dua hii li, niliyokuelekeza hapa ndugu yangu mpenzi Muislam na mpenzi katika iman, dua inayosema alhamdulilahi Alhamdu samawati wal ard wa huwa alazizu alhakim alhamdulilahi rabi lsamawati waalard wahuwa alcazizu Ukishamaliza kuisoma hii dua mara mia moja unakuja tena kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama oyako ya khairi na baraka na riski zifunguke insha Allah taala. Na naamini kwa idhini ya Allah Mungu atakufungulia, kwani Allah Subhanahu wa Taala yeye si mchoyo. Unataka kuongeza riski, shikamana na njia hizi, insha Allah taala Mwenyezi Mungu atakuongezea. Shukran lakum jazakumullah khaira, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.